Benki Kuu ya Tanzania BoT hivi karibuni imeingilia kati katika soko la fedha za kigeni la interbank IFM kwa mujibu wa sera yake ya uingiliaji kati wa fedha za kigeni ya mwaka 2023 kwa lengo la kuimarisha thamani ya shilingi ya Tanzania na kusaidia utekelezaji wa sera za kifedha za nchi. Katika mnada huo, BoT iliuza dola milioni 25 za Kimarekani kwa kiwango cha wastani wa shilingi ya kitanzania 2663.16 kwa dola moja ya Marekani. Jumla ya benki 25 zilishiriki katika mnada huo, ambapo kiasi kilichoombwa kilifikia dola milioni 75.2, lakini kiasi kilichofanikiwa kununuliwa kilikuwa ni dola milioni 25 tu. Hatua hii inalenga kuleta utulivu katika soko la kifedha za kigeni na kuwezesha utekelezaji mzuri wa sera za kifedha za nchi. Hata hivyo, wachumi wanasema kuwa pamoja na hatua hizi za muda mfupi, ni muhimu kwa nchi kuongeza uzalishaji wa ndani ili kupunguza utegemezi wa bidhaa za nje jambo ambalo litasaidia kuimarisha thamani ya shilingi kwa muda mrefu. Kwa kuongeza uzalishaji wa bidhaa na huduma zinazohitajika ndani ya nchi, mahitaji ya fedha za kigeni yatapungua, na hivyo kusaidia kuimarisha thamani ya shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Langu jina ni James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi, sera na mipango.